Miaka mitano kwa sababu tunajua uti wa mgongo wa wananchi wetu ni kilimo. Tunataka kwenda kuhakikisha tunaenda kujenga skimu za umwagiliaji kuhakikisha wananchi wetu hawategemei mvua, sawasawa. Ndani ya skimu hizo ambazo tumeshafanyia upembuzi yakinifu, skimu ya kwanza itaenda kujengwa kwenye kata ya Lukande kwenye tarafa ya Mwaya, ya pili itaenda kujengwa Euga kwenye kata ya Ruaha, ya tatu itaenda kujengwa Lupilo, itaanzia kuanzia kichangani itapita Lupiro itaenda mpaka Milola, hiyo ndio itakayekuwa kubwa kuliko zote. CCM oye! Na ya nne itakuwa kwa ajili ya kutoka Minepa kwenda kumalizia Kivukoni. Wanayo tayari wenzetu, wanaitumia isipokuwa itakuwa haijafika mpaka Kivukoni, tunataka kwenda kuhakikisha kwamba tunaimalizia. CCM oye! Ndugu zangu, tuna jambo la pili tunataka kwenda kulisimamia. Tunataka kuhakikisha barabara yetu ya kutoka Mbuga kwenda kutokea Liwale kuunganisha na mikoa ya kusini, tunaenda kuitoboa ndani ya miaka yetu mitano. Piga makofi kwa Dr Samia Suluhu Hassan <coughs> na nyiwe niwape siri, lile daraja mliona limeche, limechelewa lile, mpaka wanambuga wakanihukumu kwa daraja ambalo limebomoka kwa sababu ya mvua. Na niliposimama majukwani elfu mbili na ishirini sikuwaambia nitabomoa lile daraja afu nitajenga, ni mvua ilikuja ikabomoa daraja, tumepambana na sababu mojawapo ya kuchelewa tunataka kujenga daraja kubwa ambalo litaunganisha barabara yetu, kipindi tunachoboa kwenda Liwale tutumie daraja hilo, asiongeze daraja lingine. Na mimi ni waahidi ndani ya wiki mbili mpaka mwezi mmoja, mtamwona mkandarasi yuko pale anajenga lile daraja. Tukienda kwenye miundombinu, umepambana zaidi ya vituo vitano, umeweza kutusaidia vya vivuko vya watu wa kwenda mashambani. Hilo tumelipokea, lakini bado tunaomba ilani inayokuja kuna vitu vimeeleza, tunaomba twende tukashikane bega kwa bega. Mimi nitakuwa na kusumbua mara kwa mara, ili tuweze kushirikiana kuitekeleza ilani ya Chama Cha Mapinduzi. Imani yangu ilani ya mwaka 2025 2030, mimi kwa kushirikiana na jemedali wangu Salim Alaudin Hasham naamini tutakwenda kuitekeleza kwa asilimia mia moja.